Islam. Lakini kama huyu bwana tunaweza tukamsimamishia hapa, watoto waliozaliwa kati ya wakristo na waislamu katikati yao, alafu ukawatia ya panga, utapata kesi kubwa sana. Wako wengi sana katika nchi hii watu, yani wa namna hiyo. Kama wewe ujui, yani Wakristo na Waislamu wamezaa sana kwenye nchi na ndio wapiga kura wetu wengine yao, na wengine ni wabunge humu. Sasa kama ni haramu hiyo, utakuja kuhalalisha wewe mwenyewe kwa vifungu, lakini nachojua mii, Mwenyezi Mungu anasema alijalu kawamuna alanisai Mheshimiwa Mwenyekiti, Mjadala huu unakoenda. Nilikuwa nasema kwamba kwenye bunge hili nataka niwape historia kidogo. Mheshimiwa Zito, mimi rafiki yangu mkubwa. Hata chama changu kiliponipangia ratiba ya kwenda kuhutubia kwenye jimbo la Zito nilikimbia. Sikwenda. Kwa sababu sikuwa na maneno ya kwenda kusema kwa Zito na sababu yake ni moja tu kubwa. Nikiwa katika maisha magumu sana, shemeji yangu mimi alifiwa na mtoto wake, nilikuwa sina pesa. Nisikilize uwe sowati na wewe, utasema mimi na dakika thelathini, inaonekana una kimbelembele sana. Namwelewa huyu, alikuwa ananiomba vitu vingine mimi siwezi mchezo huo, mimi nimekatazwa, mwiko wewe mwanaume mwenzako unambania pua sowati, unataka nini? Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipata msiba, nilipata msiba, shemeji yangu alifiwa na mtoto wake. Nikiwa njiani, nikiwa njiani na maiti, sina pesa, nilikutana na Zitto Zuberi Kabwe nikamwambia, na maiti humu, sina hata hela ya kulipa. Zitto alinipa laki na nusu ubinadamu huu wa Zitto ndo unasababishaga mimi nisimzuru Zitto kisiasa. Lakini kwa nini nini, nimesema haya? Nimesema haya kwa sababu leo hii nimesema nataka kujitoa mhanga. Zitto na wewe, tutaomba majibu kutokana na karatasi hii, tutaomba utupe majibu, Zitto, kutokana na karatasi hii kwamba ulipokea fedha kutoka kwa seti shilingi milioni kumi kupitia kwa Benatus Malima ukimtuma wewe, amesaini ulipokea fedha shilingi milioni kumi kutoka kwa Albert Msando ukimtuma wewe kwa seti seti, ameandika hapa. Ulipokea pesa shilingi milioni tano kutoka kwa seti singa singa, ambaye leo ni haramu, lakini wewe ulikuwa unachukua zikiwa halali. Ulipokea pesa kutoka kwa Vivian, ulimtuma Vivian Emanueli shilingi milioni sita akiacha na leseni yake kama kumbukumbu, imewekwa hapa. Naomba nikabidhi meza ili Zito naye baadaye aje tupe majibu Manake tusije kuwa tunakaa hapa kumbe tunazungumza vitu ambavyo walaji wako wengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimeanza kusema kwanza urafiki wangu na Zito na nimesema haya tusiyazungumzie kwenye koridor. Naomba nikabidhi hii kwenye meza, baadaye Mheshimiwa Zito atupe majibu. Seti huyu anakuwaje na fedha haramu anapopewa mama Tibaijuka, halali anapopewa Zito? Unaona hata makofi ya upande wa pili yamepungua. Ha, nilitegemea hayo hayo, nilitegemea hayo. Mimi ndiye anategemea, ndio maana nikasema, jamani, tunaposimama hapa tusimame kwa haki, bunge hili litende haki. Huyu ni mwenyekiti wa kamati, vinginevyo kamati yake ilikuwa haina haki ya kuleta taarifa hapa, tungetengeneza kamati nyingine ili itende haki, maana na yeye anahusika. Hakuna ulaji mkubwa wala ulaji mdogo. Watanzania, nataka mnisikilize kwa makini, ndipo mwone unafiki wetu wa bunge kafurila. Kuwa na siri za viongozi wa serikali ni haki, viongozi wengine kuwa na siri za wabunge haramu. Juzi hapa nilikuwa nasema huko na taarifa ya siri imevuja, tujadili, tujadili. Nyie Mungu, nyie Mungu, na sisi watu tu kama watu wengine walivyo. Lazima wananchi tuwatendee haki. Kuna taabu kubwa, ndio maana nimesema kama kuna mabilioni ya kodi tusisite kuyadai. Watu wanatozwa pesa shilingi elfu tano kwa ajili ya maabara. Haiwezekani wakati watu wanatozwa fedha, sisi tunaacha mabilioni yanapotea, itakuwa ni kichekesho. Na kwenye jimbo langu mimi, kama kutakuwa na kodi imekwepwa ya mabilioni ya fedha, nitawaambia hakuna mtu kuchangia, na nasema hapa, wananiona maabara, tukae hivyo hivyo, tusubiri neema nyingine. Lakini hatuwezi kuwabana watu maskini, watu wanaolala chini hawana hata vitanda wala magodoro, alafu sisi tunaachia matajiri wanaondoka na kodi. Haiwezekani.